Kwenye eneo la katikati unaona, pengine kuna mabadiliko ambayo anaweza akafanyika au mwalimu anaweza akaamua kuingia na wachezaji wale wale ambao walianza nao kwenye mchezo dhidi ya AS FAR Rabat kwenye eneo la katikati. Mpoma ha, kwa namna anavyoona, sioni kama mwalimu anaweza kuenda kufanya mabadiliko, labda kama kutakuwa kuna mabadiliko basi ni namna labda mchezaji ana majeruhi au ana shida nyingine ambazo inamfanya asiweze kuwa uwanjani, lakini kama wachezaji wote wanaotimamu na imani ataanza na kikosi kile ambacho alianza dhidi ya AS FAR Rabat kwanza ni kikosi ambacho kilimpa matokeo ya ushindi. Unajua walimu siku zote wanapenda kitokeo, uh, kuwa na kikosi ambacho kinakupa matokeo ya ushindi uh, mechi ile ilikuwa ni ngumu sana pengine ambavyo watu watano wanapofikiria, lakini aliweza kupata matokeo kwa sababu alikuwa na kikosi ambacho nafikiri alikiangalia kwa muda mfupi ambao alikuwepo, akaona ndio kikosi ambacho kinaweza kwenda kukabiliana na wapinzani. Kwa hiyo kimsingi, na imani tena na kikosi kile kile, na kwenye jambo la mifumo bado na imani ataenda na mfumo ule ule wa nne tatu tatu, kwa sababu ndio mfumo ambao uh, umeweza kumsaidia kupata matokeo, lakini pia ni mfumo ambao unaonekana, kama ameeleza Simba Olanga hapa, namna mfumo wanaotumia JS Kabylie inaweza ikawapa tabu kwenye mechi ile ya ugenini. Kwa hiyo lazima arudi kwenye mfumo ule ule na wachezaji, selection nafikiri itakuwa ni ile ile isipokuwa tu nadhani kuna kitu cha ziada kitakuwa kimeongezeka. Unajua uh, kama tuliangalia mechi ile pamoja na Mdathu kutoa assist ya goli lakini hakuwa kwenye kile kiwango ambacho uh, wengi tunakijua, na kuna muda alikuwa na baadhi ya mipira alikuwa anapoteza, kutokana na kwamba alicheza akiwa bado yuko kwenye majeraha. Lakini naamini hizi siku sita mpaka saba ambazo amepumzika na kuendelea kufanya mazoezi na wenzake, na confidence imerudi. Unajua, wakati mwingine pia unaweza ukawa mwili umerudi kwenye utimamu, lakini ukakosa kujiamini, kutokana unaofia labda unaweza kutonesha majeraha yako, lakini kwa muda ambao amekaa amejenga confidence baada ya kutoa assist ya goli na ndio maana unaona reaction yake baada ya kutoa ile assist ya goli, alikwenda hadi jukwani kwa rais wa timu kuonesha namna gani yale maneno yake yamemfariji. Kwa hiyo kimsingi bado kocha anaweza kwenda vile vile na kikosi kile kile, ila nadhani anaweza akawa anabadilika mfumo kadri wapinzani wanapokuja. Unajua mm, katika hali ya kawaida JS Kabylie amepoteza mechi ya kwanza ugenini, tena kwa maji ni kubwa ya magoli. Kesho lazima watakuja kivingine, nadhani wanaweza wakakaa wakaona mfumo ndio uliwafilisha mechi ile. Na sasa naao wanaweza wakaja na mfumo mwingine. Kwa uh, kwa Pedro anaweza kawa na kuja na mfumo ule ule kwanza, lakini kadri mtu anavyokwenda anaweza kawa anabadilisha kimfumo. Lakini kiwachezaji bado wale wale, kwa sababu hata ukiangalia baada ya Mdathi kutolewa alipoingia Lasin Koma bado alionekana ana mwendo au ana speed ile ambayo wenzake walikuwa wako nayo. Kwa hiyo kimsingi, bado naona uh, Yanga wapo kwenye nafasi nzuri na kikosi kile kile ndio kinaweza kaenda kuwapa matokeo mazuri. Cha zaidi tu ni kwamba kwa sababu siku tatu nne ambazo atakuwa wamekaa kule uh, wanakutana changamoto ya hali ya hewa kuna vitu ambavyo nafikiri kwanza, kipindi cha kwanza, dakika ya kwanza mpaka 20 uh, wasitake kupishana nao JS Kabylie, kwa sababu wakitaka kupishana nao ndio inaweza kaleta changamoto, lakini kwanza wakiheshimu na wako wakubali kuwa second team, kwa namna tulivyoona Kabylie waliocheza na National Ali mechi ya kwanza, kuna kitu cha ziada ambacho nafikiri Yanga wanaweza wakakionesha na wanaweza wakapata matokeo, kwa sababu ni timu ambayo ina wachezaji wengi ambao inawatumia katikati JS Kabylie, lakini wana mwendo hawana uh, mwendo ambao uh, wa kusema kwamba wana speed ya kwenda Unamwangalia namna Bakari Sala alivyokuwa anacheza, unamwangalia uh, uh asabada asa asa, namna alivyokuwa anacheza, unaona bado kuna uzito fulani huko kwenye miili yao, lakini Yanga kuna watu ambao wanaweza wakaja wakachukua mpira mtu mmoja mmoja. Unapomwongelea Pakome, mechi hii hapa aliichukua kabisa na akahakikisha kwamba ana vitu vya ziada anaweza kufanya. Sasa kihistoria, unaangalia Yanga mara nyingi, unapokuwa iko mechi ya ugenini na kiwa mechi kweli wanahitaji, huwa wana spidi tofauti sana na hii hapa iliyopo. Uh, ukiangalia mechi hii kwanza, watu walianza kuwatoa mchezoni, mechi ngumu na nini, lakini waliweza kuwa na utulivu na wakaweza kupata matokeo. Kwa hiyo wanakwenda kwenye mechi ambayo wanaamini, kupata kwao matokeo ugenini kunazidi kuwajengea daraja kuwa jepesi, kwa sababu wakishinda mechi ya kesho watakuwa na alama sita ambapo wanasubiri mechi za nyumbani, wakishinda basi wanakuwa wameshapata tiketi ya kuingia kwenye hatua robo fainali. Kwa hiyo tunaenda kuona mpira ambao utakuwa umejaa mbinu za kiufundi, kwa sababu haitakuwa nyepesi kutokana na kwamba mwenyeji, mechi ya kwanza alipoteza tena kwa idadi kubwa ya magoli, atataka kurudi kivingine, kwa kisha anaangalia namna anaweza kupata ushindi.